Ninapigia polisi hapa, anakuja wanakuchukua. Sina ujinga huo, iu si nimefika. Unapigia simu? Nampigia simu labda. Ah, ngoja nijaribu tena. Yani hapa mimi sina mchezo, mambo haya ya kuua mnawachezea watu. Unapiga simu? Napiga simu kaka wangu. Napiga simu wangu bwana. Halo. Mbona mbona ongei? Kama anasikia ongea, umeongea naye hapo au? Kama anakusikia ongealaba mtandao sasa hivi. Naomba mimi nipige polisi. Usipige polisi. Naomba nipige ni polisi, si ni kwa sababu hapa siwezi kachezea haya mambo

Sasa ndo nimekuja mke wangu nilimwagiza aje huko. Hivi tunaongea na mambo ya kuleta hiyo ile radio na wewe. Ni mimi na mke <tus> no, <tus> ah. <tus> wangu. Aliletaga nguo hapa mwezi wa saba, alileta sijui era, mimi nimpa era, mwezi wa saba akamletea sijui mke wako amshonee nguo. Mpaka wa leo hajawahi kushona nguo, harusi ishawahi kuisha kuisha, huyu hajavaa nguo yoyote kosa. Najiuliza anahitaji nini kwangu, amb Huyu hapa namfahamu, alikuwa anaishi pale mjini Red Cross. Eh, pale kwa baba na ah, okay, mm, na pembeni namfahamu lakini mume wake ndio simfahamu. Anasema oh, na mume wangu kudai sasa hivi ataki tambaa kwa sababu akivalia popote sasa hizi, kinachotakiwa alete hela, mpe huyu aende akishone nguo nyingine huko anapofahamu. Basi nimemaliza. Okay, sawa. Na hapo hela ya ushonaji ni shilingi 8000. Sijajua kitambaa alimpa shilingi ngapi. Sasa mimi yeye mm -hmm. ye ndo anajua. Kwa hiyo sijajua inakuwaje. Kwa samahani sana. Nimekuja kwa ustaarabu lakini ukitaka shari ni shari. Mimi sijajua. Be labda tu, tuelewe tuelewe kitambaa ni shilingi ngapi. Labda hapo tunaweza tukaelewa. Tujue tunaanzia wapi. Kitambaa ulimpa anunua cha mm -hmm. shilingi ngapi? Wewe uliniambia nikupe pesa Nilimtolea pesa nikampatia, akasema ngoja nikaangalie bei ya vitambaa. Uliniambia kitambaa mnunua shilingi ngapi na hizo pesa nilizokupatia? mita ilikuwa elfu sita, mita tatu, mita tatu elfu sita mita tatu, mita tatu? Mita tatu yaani kila mita elfu sita, sita mara tatu, elfu nane sasa sawa na ngapi

Nadaiwa nadaiwa, adaiwa, mbona we mke wangu ujawe kuniambia asubuhi? Tunashinda hapa, ujawe kuniambia kitu kama nadaiwa ni chochote aa. Nadaiwa ni kwamba nilikuwa naamini kwamba nilinunua kweli. Mnajifunga kitambaa? Hapana, asubiri nimweleze mume wangu. Mwezi wa saba saa hii mwezi wa kumi na mbili, si nafanyia kule ofisini sasa mjini. Kitambaa nilinunua kweli, mume wangu, lakini shida ni moja nilipokuwa nacho kitambaa, nimekitundika pale, kuna mteja alikuja wakati nimemwachia uh, wale mafundi waliokuwa wanajifunzafunza wale vijana wa shamba nio kuambia, waliondoka na vitambaa vyangu. Kwa hiyo hata kushona sikupata hata nafasi ya kushona, kwa sababu kitambaa kiliibiwa. Kao ni kwamba kitambaa kiliibiwa <tokone> <tokone> <tokone>

Hakunipi faida, nipigie polisi ama nifanyeje? Yaani mimi hapa naangalia kwa sasa sina hela. Na unajua sasa hivi hali ya hewa imebadilika. Tuko tunapanda ndogo toka mashambani. Hela nimeshaitumia. Kwa mimi nifanyeje? Ah, naomba mnipe muda. Mimi najua ni nikishaondoka, wewe sijui huyu kama mtaendelea kumnyanyasa kivile, mtu mpa hela yake. Kwa hiyo bora sasa mimi niwaweke ndani ili mtapata hela kwa kasi sasa kwa sababu wewe ni mtu mzima kama mimi na ni kaka yangu, naomba utakachokifanya, nakupa na siku tano tu, tano tu, era iwe imepatikana. Isipopatikana nafuya polisi yako. <laughs> Yaani nawahakikishia naenda ndani. Na si, kumbuka kwenda ndani ni bure, kutoka nitaniambia uondoka.

Dah, kwa siku ya leo hali ilikuwa ni nzuri. Ngoja kwanza nivikusanyekusanye hapa niviweke sawa. Nje niende kwa mangi anipe ya kula. Lakini sasa najiuliza, Nikiviacha hapa kweli nitavikuta hau? Nikusanye tena kwanza vingine nivilete hapa. Je, na leo nabidi nilale hapa, kwa sababu hivi vitu nikiviacha hapa hapa, najua watu wengi wanavitafuta haya mabomboni, nitakuta vipo. Ila ngoja kwanza niangalie, nianzie wapi? Au niende nikusanye na vingine, nivilete ndo nije nilale hapa leo jioni. Leo mtaroni silali. Je, mdogo wangu yeye wagani? Mzima alipo hau amna. Ngoja kwanza niende huko amna, niende hukoia si, si si, kesho. Asante. Mambo? Unaona unapunga kaupepa hapa. Kawaida tu, vipi? Umekwaje? Unaona kama vile uko sawa. Shida nini? Karibu. Asante. Eh, habari yako? Mzuri. Unaona kama vile uko sawa. Niko sawa ila sio sana. Ah, vipi shemwe yangu? Eh, shemwe vipi? Tutaweza kushikana tena jamani shemwe. Nini tatizo? Kuna shida?

Unataka mimi niwe mke wako, niwe mpenzi wako, niwe nani? Ikiwezekana mimi nitakuvisha pete ya uchumba. Unajichanganya. Mloko zinampenda sana, siwezi kumwacha usheja na mambo mengi sana na pete hii hapa ya uchumba siwezi kuivua. Sasa niwapatikane, utamtoa wapi? Kumbuka shemeji yangu naelewa sawa, lakini sasa huyo mtu yani, acha naye kabisa, acha ya naye, yani ya, inawezekana inawezekana, huko huko aliko labda, huenda na matatizo au ndani ya ulimwengu hayupo. Nakupenda sana, shida yangu yako tu kukosa tuzi ndani, sio ndani ya mwezi mmoja ikuaa nini? Kumbe ndio maana siku moja tuligombana. Kumbe ndio alimpelekea maneno, mimi wananifahamu.

nyumbani hapo yameshani mpaka nanye naomautomvu mautomvu hivi. Ndiyo shoga, salama. Ndo nimetoka ofisini sasa hivi. Ah, nguo yako <laughs> tayari tayari, sasa hivi ndo nimetoka naelekea hapa kufika nyumbani, kwa hiyo nitakuja nikutafute kesho. Haya, poa poa mwanangu, za siku mzuri bana, unaendeleaje? ah, naendelea vizuri mm -hmm, niambie, mbona upatikani, mbona uonekani? Namba yako sina, niwekee kwanza namba yako. Yani mama mdogo, zima shiwa, tochi hapo pembeni, simu chetu kisasa pembeni hapo, niwekee simu naike namba He, yani kila mama mdogo nimekumisi. Mwanangu, hata mimi nimekumisi. alafu eh. kwanza alikuwa sitegemei kama nitakutana na wewe yani eh. mimi ndo natoka kazini hivyo. mbona kwetu uliacha kuja, au kisa mlopozaliondoka eh. yani kama vile umni umeote, umeotea sisi mama mdogo, hivi waliondoka kweli? ndio sasa hivi ni mji mpya mwanangu, hawajafika toko kwenu mm -mm, awajafika mm, walikuja kipindi mm, wamefukuzwa nyumba. Ile ilikuwa ina mkopo, si unajua au haujui jui? Wajawai kuambia Mlokozi, mimi alinambia ile nyumba ni ya kwake. Kwa hiyo kwenye hadi yangu mi na yeye tumejadiliana kwamba ni pale ni kwangu mtu neyane nyagene iwe, alikudanganya mwanangu ha? Ile nyumba ilikuwa kwenye mikono ya mkopo. Ile nyumba ilikuwa mikononi mwa mtu. Mama alikopa hela, mama yake na Mlokozi kabla hata hajafariki, kipindi anauma, alikopa hela shini milioni kumi. Hey, wakabondi nyumba. Baada ya kubondi nyumba Ndo siku anafariki walitangaza hata msibani. Baadaye wamekosa hela ya kurudisha, hawakutaka kushirikiana na baba mdogo yao, hawakutaka kutusikiliza. Hata usikae nisikuchoshe choshe, mlokozi huyo <laughs> sijui kibeta sijui kibehe wapi, tumtafutie wanaishi vichakani. Ni mlokozi naona na zunguka zunguka tu, ameshe kimbia hadi kupanga kupangaka wakauza simu ili apate kazi. Yaani mambo mengi. Tatizo mwanangu walituona sisi ni wajinga. Baba yao mdogo aliwaambia hiyo nyumba iuzwe angalau wapate chochote na waende kupanga mjini. Hawakutaka kumsikiliza, wakamwagia maji, akaja kwangu, akanipiga akaniangaisha, eh, akawa kunivizia mtoni. Mlokozi amesha za kuwa kibaka haeleweki tena, yupo huko sasa hivi ameshakuwa si kuwa yeah, mlokozi ukimwona sasa hivi kama tizi kama chizi kabisa. Amani, ah. Mm. Hey. Samani. Wewe dada, wewe hivi, wewe unajua kama ninaasia sasa hivi, alafu kwa hiyo ndio maana naungusha simu yangu, unajua